Ni safari ya mwisho ya mfanyabiashara Thomas Karato aliyefariki dunia baada ya kushambuliwa na watu wasiojulikana siku ya Aprili kumi mwaka huu katika eneo la Gendi Barazani akiwa nyumbani kwake huku mke wake akidaiwa kuhusika na tukio hilo ambapo jeshi la polisi mkoani Manyara linamshikilia mke wa marehemu kwa ajili ya mahojiano. Leo hii mamia ya wananchi kutoka maeneo mbalimbali hapa mkoani Manyara wamejitokeza kuuaga mwili huo huku viongozi wa serikali kwa rai kwa wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi ili kubaini mtandao wa wahalifu waliofanya tukio hilo. Akizungumza na mamia ya waombolezaji katika safari ya mwisho ya kumuaga mfanyabiashara huyo, mkuu wa wilaya ya Babati Emmanuela Kaganda ametoa rai kwa viongozi mbalimbali mbali wa mitaa pamoja na wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi ili kuwabaini wahalifu. Katika hatua nyingine, DC Kaganda ameiagiza jeshi la polisi wilaya Babati kushughulikia matukio yote ya ukatili pamoja na mauaji ambayo yamekuwa yakitekelezwa na watu wasiojulikana, huku akitoa rai kwa wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi hilo ili kubaini wahalifu wanaotekeleza matukio hayo. Leo hawa wote ni wananchi ambao tulitamani waendelee kuishi huyu ni baba ambaye ana watoto wanahitaji kuendelea kutunzwa na baba yao kilichotokea haki ya kufurahisha na hakika na sasa hivi asikia anaendelea kuna tukio lingine lilotokea na mauaji ya hapo sasa hatuko tayari yani mimi na timu yangu tuko tayari kuanza sasa ndugu zangu, nikianza kipi? Na waombeni sana, ninawaomba sana, nanawasi sana, toeni taarifa, kwa sababu hao watu wako kwenye jamii. Hata wakiingia wewe, umekutana na mtu kwa kijiji chenu, kwa njia wenu, kumfahamu toa taarifa. Nimekutana na kijana, naona wanamangamanga, hatuwaelewe osilia, amesha acha namba ya simu, mwambie yuko sehemu fulani, tuna hatumfahamu tunaona ni geni, tunaomba msaada. Sisi tukisimama kwa pamoja, polisi tunao wachache, hawezi kwenda kila mahali, lakini sisi tukiamua, tunaweza kudhibiti uhalifu, tunaweza kupinga ukatili huu. Natoa pole nyingi sana kwa familia. Mwenyezi Mungu aendelee wa kuwatunza hasa watoto na wazazi, poleni sana. Damu ya mtu huwa iteni kirahisi, hata kama ttu akupata leo, lakini tutakupata. Kwa hiyo mimi nitoa wito kwa viongozi kwenye kazi za vijiji, sisi ndio tunajukumu la kusimamia usalama, lakini tutambue hawa wasafirishaji katika maeneo yetu eh, anapokuja aje akitafulishe eh, anapo, kwa mtendaji, lakini pia tumjue yeye ni nani, anatoka wapi na kapo, amekuja anaishi wapi na kwa shughuli gani, na hiyo vikiviki anayotumia ni ya nani, ya kwake. Na kwa nini amekuja kuja kwenye eneo leti? Kwa nini sio eneo lingine? Kama amekuja geni kwa nini sasa? Hayo majukumu ya sisi sote. Kwa lakabu la musho kweni, kipindi hiki maneno yatakuwa mengi. Tunaomba badala ya kusambaza maneno, fulani kafanya fulani kafanya, kama huna ushahidi ni bora unyamaze, kwa kuwa hii ni mada case, kama ni kesi ya mauaji, kama una ushahidi Acha namba tupeni ushirikiano, maana wakati mwingine tunaweza tukawahukumu watu ambao wahusiki. Ipeni jeshi la polisi wachunguze, kwa sababu kifungo cha mtu ambaye ameua ni zaidi ya miaka thelathini fe. Kwa hiyo, tunaomba tunapotoa ushahidi uwe ni wa kweli, ili hawa watu wakamatwe. Tuwe watulivu, tusibaki tuongee maneno mengi sana ambayo hatuna ushahidi, lakini